Mwashamu sana Baba Askofu Mkuu, mwashamu Askofu Msaidizi Henri Mchamungu, Baba Chansela, mapadre, watawa, wapendwa, baba zetu UWAKA na taifa lote kwa ujumla, itifaki ikiwa imezingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025 wanaume wa Katoliki Nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwaka mwingine tena aliotupatia, mwaka wa Jubilei 2025, mwaka ambao tunatembea kwa ujasiri, bila kukata tamaa, kwani tunalotumaini lisilotetereka. Hatuna mastahili yoyote kuwepo hapa, hivyo tunasema asante Mungu kwa kutujalia kukutana tena. Mwashamu sana baba askofu mkuu, tunakushukuru sana sana kwa kuendelea kuruhusu jambo hili lifanyike, na pia kwa kutenga muda wako kila mwaka kusimamia na kuongoza maadhimisho haya baba, tunasema asante. <klos> Nimshukuru pia baba askofu msaidizi Henry Mchamungu kwa kushiriki katika ibada hii. Upendo na ushirikiano wake tunautambua na kuuenzi. Mungu akubariki sana. <klos> Nichukue nafasi hii pia kumshukuru baba Msomba ambaye hayupo lakini tunapenda kutambua kwa kazi yake kubwa aliyoifanya alipokuwa nasi katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Tunamwombea utume mwema katika jimbo jipya la Bagamoyo. Nipende kuwashukuru sana mapadri, watawa na hasa paroko wa eneo hili, paroko wa parokia ya mtakatifu Benedikto Abate, ambao kwa pamoja mmeshirikiana kuhamasisha baba zetu UWAKA katika kuifanya siku hii iwe jinsi ilivyo. Asanteni sana kwa uwepo wenu na hamasa maparokiani kwenu, baba zetu UWAKA, mkiongozwa na kamati tendaji pamoja na viongozi wote wa madekania. Napenda niseme maneno matatu: asanteni, asanteni na asanteni sana. Asanteni sana kwa majitoleo yenu makubwa, pamoja na yote tunayojua leo yanafanya uchumi wetu kuwa mgumu lakini nyie kila mwaka mjawahi kurudi nyuma, na mwaka jana mlivunja rekodi kwa kutoa zaidi ya milioni mia nne kumi na tano. Mungu awabariki wa sana. WAWATA, tunawashukuru sana kwa kuendelea kushirikiana nasi. Tunashukuru waka chipkizi na WAWATA chipkizi kwa kushirikiana Utoto Mtakatifu na wengine wote mlioshirikiana na kuwepo mahali hapa na kwa namna ya pekee ndugu zetu wanaokaa Visiga ambao wamefanya maandalizi makubwa kutufanya sisi tustarehe kwa namna hii. Napenda kutoa historia fupi kwa wale ambao ni mara ya kwanza kufika UWAKA. Mara nyingi wengine hawajui dada wadogo ni nini au dada wadogo ni nani. Napenda kusema dada wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Asizi, jimbo kuu la Dar es Salaam, ni jina la shirika letu. Sisi ni masista wa kijimbo ambao tuko chini ya askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Shirika hili lilianzishwa mwaka 1982 na hayati Kardinali Lauriani Rugambwa kwa lengo la utangazaji wa habari njema kati ya watu wa makabila na dini tofauti ndani ya jimbo la Dar es Salaam. Dira yetu ni kuhakikisha Kristu anazidi na sisi tunapungua, kwa kutangaza habari njema na kutoa huduma mbalimbali tunafanya utume katika majimbo nane ikiwepo Dar es Salaam, Dodoma, Zanzibar, Lindi, Morogoro, Bagamoyo, Arusha na Mwanza. Utume wetu umejikita katika kazi mbalimbali, kuanzia huduma mashuleni, vituo vya afya, ofisi za maaskofu, wahasibu, makatekista, waadhiri vyo vikuu, kilimo mashambani, na ushauri na saa ikiwa ni miaka 43 tangu shirika lianze, tupo masista 117, mpaka leo. Karibuni sana, mlete vijana wenu wanaopenda kujiunga nasi. Tunapokea yeyote aliyemaliza kidato cha nne mwenye ufaulu kuanzia d 4 na historia ya mikusanyiko ya UWAKA ilianzishwa na Mwadhama Kadinali Pengo mwaka elfu mbili na nane baada ya kukabidhi WAWATA washughulikie wa seminari Aliona asibague mtoto wa kike naye atunzwe na baba yake, ndipo UWAKA walipoombwa walete majitoleo yao kwa masista dada wadogo. Tulianzia kule Mbagala ambako ndiko yalipo makao makuu ya shirika na baadaye tukahamia hapa Visiga. Mwanzo tuliweza kutoshea mbele ya jengo la utawala wa sekondari, lakini baadaye tulihamia hapa tulipo, kutokana na kuongezeka kwa watu kila mwaka. Tulianza na watu kama elfu moja mia mbili lakini mpaka mwaka jana tulizidi watu elfu sita Tunawashukuru sana kwa kuhamasika. Tuendelee kumtumikia Mungu kwa majitoleo yetu. Kwa ruhusa yako Baba Askofu Mkuu, naomba nisome ripoti ya tangu mwaka jana tulipoachana hapa: yapi yametendeka, wapi tumekwama na wapi tuna, tunaomba ushauri wenu. <coughs> Masista, walioko masomoni, tunaye sista mmoja ambaye anamalizia shahada yake ya ualimu kule Mwenge. Tuna masista watatu wanaosoma CPA. tuna sista mmoja ambaye anamaliza shahada ya famasia. Tuna sista mmoja ambaye anasoma shahada ya rasilimali watu. Sista mmoja anamalizia masters ya ualimu sauti. Sista mmoja anasoma anamalizia shahada ya udaktari Kairuki, na sista mwingine anamalizia shahada ya elimu ya Open University. Mafanikio tunamshukuru Mungu, kwani tumeendelea kuwa na afya njema ya kumtumikia Mungu. Tumefungua jumuiya mpya katika jimbo la Lindi na tunaendelea kufungua milango sehemu yoyote tunayoalikwa. Tunamshukuru pia Mungu, kama mlivyoona mwaka jana mliacha ujenzi wa bweni ukiendelea pale. Kwa nguvu na neema na baraka za Mungu pamoja na msaada wenu wa hali na mali tumeweza kuongeza yafuatayo. Tumeweza kumaliza bweni kwa asilimia 98. Tumeweza kujenga au kuanza hospitali ambayo imefikia asilimia 30. Tumeweza kumaliza madaraka, madarasa ya shule ya msingi, na sasa tumekamilisha kwa asilimia 50 holi la chakula katika jengo la sekondari upande ule lakini kwa upande mwingine tumefaulu kwa neema ya Mungu kupanua eneo la kanisa kule Mbagala. Kanisa letu lilikuwa dogo, linabeba watu sitini tu, lakini sasa tumeweza kulipanua, tunaweza kukaa masista mia mbili kumi na sita. Tunamshukuru Mungu. Shule zetu pia hapa Visiga zimeweza kufanya maafali yake ya kwanza. Nakumbuka wengi wenu tulianza pamoja wakati tunaanza form 1, na sasa mwaka huu tumefanya graduation ya form 4, graduation ya kwanza. Lakini pia tulikuwa pamoja wakati darasa la kwanza kule Sister Pauline Boma Primary School inaanza, na mwaka huu tumefanya mahafali ya kwanza ya darasa la saba. Tunaomba Mungu matokeo yawe mazuri. Basi changamoto pamoja na kumshukuru Mungu kwa bidii kubwa iliyofanywa na wanauwaka katika swala la maji, akiwepo Mr. Tibaijuka, Mr. Mrema na wengine wengi. Swala la maji, walau kwa siku ya leo, waliweza hawakulala ili kuhakikisha leo ukifungua bomba maji yanatoka. Lakini basi tunaendelea kuomba ili zoezi hili lisiwe tu kwa siku ya Uwaka, bali liwe endelevu kwa sababu namna ambavyo watoto wanaongezeka daima inamletea hofu mkuu wa shule na wote wanaotumia maji kwamba itakuwaje shule bila maji. Lakini pia changamoto nyingine ni kumaliza zahanati, kwa sababu daima tunapokuwa na ugeni mkubwa, lakini hata wanafunzi wetu, kila wiki lazima tupeleke watoto hospitali kwa kutumia gari mara kwa mara. Kwa hiyo naamini kwa hela hii niliyosikia leo Ui, mwezi mwakani mtakaporudi tena, tutatibiwa. Siombi muumwe, lakini mtatibiwa katika zahanati yetu iko pale. Ripoti ya fedha ya 2024 tunawashukuru sana kwa mchango wenu wa mwaka jana, kwani mlituchangia kiasi kikubwa cha shilingi milioni 415,193,550 ambazo pamoja na mahitaji mengine na mahitaji kuwa mengi lakini sehemu kubwa ilisaidia kumaliza ujenzi wa, bwe, ujenzi wa bweni kusomesha na pia ujenzi wa hospitali kama mlivyoona. Lakini pia nipende kuendelea kuwashukuru kwa ushauri tunaopata kutoka kwa viongozi mbalimbali mbali wa UWAKA kwa michango, na tunaendelea kuwakaribisha mnapoona mahali popote, labda mnawazo fulani, mwendelee kutushauri niwashukuru uwaka wanaotusaidia kutangaza shule zetu maana siku hizi bila matangazo malezi na matokeo mazuri unaweza ukadoda na shule yako kwa hiyo tunaahidi kuendelea kulea watoto mnaotukabidhi kiuadilifu lakini pia kiakili ili waweze kufiti katika jamii na mazingira yoyote wiki ijayo tunategemea kupokea wanafunzi wa Preform One, kama maandalizi ya mwakani tunawakaribisha nafasi zimebaki chache kama unahitaji uonane na Sister Josephine Mkwavi ili aweze kukupa maelekezo kuhusu mipango mkakati. Tuna mipango mkakati wa kuwa na shule ya VETA, kuwa na shule ya wavulana na kuwa na shule ya high school form 5 na 6. Mipango ni mingi na vipaumbele ni vingi, basi kadiri Mungu atakavyotujalia tunaamini tutafikia tamanio letu. Mwisho nipende kuwashukuru sana tena sana, mwashamu sana Askofu Mkuu Mwashamu, Askofu Msaidizi Baba Chancela na, na, ma na mapadri wote kwa ushirikiano wenu wa karibu nasi na uwepo wenu. Ni kweli hatuwezi kudai haki kwamba ni lazima iwe hivi. Tunatambua upendeleo ambao Mungu ametupatia kupitia Jimbo Kuu la Dar es Salaam, na tunasema asanteni sana baba zetu kwa majitoleo yenu. Napenda niwashukuru sana wapendwa, baba zetu, waka nniwashukuru kwa sadaka na majitoleo. Katika familia yoyote iliyofanikiwa, yuko mama au baba anayejisadaka na kujimega ili mambo yaende, au wanaonekana au haonekani. Vile vile, katika taasisi yoyote ili ifanikiwe, lazima awepo mmoja au wachache wanaojitoa mhanga kwa ajili ya wengine ili wafanikiwe. Hata mshumaa ili uweze kutoa mwanga, unateketea ili wengine wapate mwanga. Hivyo hivyo, baba zangu na kaka zangu, tuwe watu wa majitoleo na sadaka ili tuweze kufika mbali. Bondia mmoja aitwaye Floyd Mayweather aliwahi kuongea kuhusu mafanikio yake akisema, watu wengi huwa wanaona tu furaha baada ya ushindi na makombe na tuzo na medali anazopokea, lakini alisema hawaoni ile sadaka na nidhamu kubwa iliyo nyuma ya mafanikio nilipolala macho, nilipolazimika kufanya mazoezi, nilipolazimika kuacha marafiki, hayo yote hayaonekani katika mafanikio. Wanakuja tu kuona ushindi na mafanikio baada ya kazi hivi. Nawasihi wote tusichoke kujisadaka, kujitolea kwa ajili ya mipango yetu binafsi na hata mafanikio ya familia zetu. Hakuna mafanikio bila sadaka, kama tunavyosema pia hakuna Pasaka bila Kwaresma. Cha msingi tu tumwachie Mungu, tumtegemee yeye na tumshirikishe katika yote. Ukiwa ni mwaka wa Jubilei ya matumaini, yapo mambo mengi ambayo yanaweza kutukatisha tamaa, lakini neno la Mungu linatuasa tusitetereke na tuatie moyo wengine. Yapo magonjwa, malezi ya watoto na vijana, hali za kisiasa na kiuchumi, hatukati tamaa. Tunamwangalia yeye aliyesulubiwa, na aliyetuambia jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Tunawaahidi kama dada wadogo sala zetu ambao ni wajibu wetu wa kwanza mfanikiwe katika kazi na utume mnaofanya katika kulea familia zenu na hasa katika karne hii inayohitaji hekima ya kimungu ili daima yeye azidi na sisi tupungue tumsifu Yesu Kristo